Njoo njoo nikutume. Nasi umefanya kazi? Kwani ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa namaliza kupanga nguo. Ulipiga nguo zangu pasi? Yeah, kila kitu nilifanya, hadi vyombo nimeosha, kila kitu nimefanya. Hiyo nguo yangu ile yenye ya white iko sawa? Eh, unajua nafaa kwenda huko na hiyo nguo jioni Leo hebu kwanza enda kwa kabucha hadi ukanunue kanyama, ukuje. Wewe sawa? Basi mama, sawa. Sasa na yeye huyu bebu wangu kwani akuji? Acha nijaribu kumpigia. Hata simu achukui. Lakini wacha ni mgonje tu. Niambia amechelewa kutumwa, eh. Mm, mepita lakini niko ah, na haraka. Uko na haraka aje na wewe? Juma, matanipata mimi saki kupatwa na mama leo kila siku makmako, unataka nifanye? Akuji mm, hey, unajua nikipata niwenda laumu ni sawa, atakuja, atakuja <laughs> alafu sasa babe. Nini? Unajua most of time oie huo nanirenga sana. Mi sikulengi, ni venye mama na kuanga na na mamaangu. Utakuja kunitembelea lini sasa? Kapanga siku. Ile siku yenye hata akuajunasikia kesho atakuwa na kisho kuna mali anaenda hmm. E, Kisho neza kuja. Kwa hivyo nikugojee? Kisho nikugojee? Yani huyu Jaki pale ndio wanaendaka nikimtuma. Hiyo masaa yote tu amekuwa hapo. Nitamwonyesha huyo ataniona. Ngoja.

<laughs> Okay. Bullets, lada sema kumana. Kumana, kimeuma na bro. Mbona unazazamea? Wa! Nimeenda hivi, nikapatana na bebu wangu. Yule Jackie, eh, huyu sasa. Ehah, situkasimama na yeye. Wa! Gari gakuja kakupitia ga ama ni gani? Alikuwa ametumwa na mama yake. Pisha wewe ukachapwa. <laughs> Ah. Ah. Eh. Mama yake akakunja. uh -huh. Sema kupitia kwa mandizi, hii ndizi imekufanya <laughs> <laughs> <laughs> <nizu> hivi <laughs> <laughs> unasema jana nimeanguka kwa mtaro. Hiyo ndio wanaume hupitia makubwa. Tutapatana biki abu. <laughs>